Umati mkubwa sana hapa eh, wanatamani ndoa yako kwanza, unajisikiaje na hilo kwanza? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kufuzu, pongera kwa wanasimba wote. Mechi ilikuwa very tough. Ah, nafikiri niko niko, kuna mtu eh iko kunanipo kwenye ndoa kaka, heshima ah, ndoa ubani kwamba watu wengi wamechelewa kufika, uh, okay. e, mimi mtu ambaye nilikuwa naye alinifunga shati kabisa uh, yeah. e, anambia bwana hapa uchomoke wewe, na sijui mume wangu kaelekea wapi? Maana ndoa imepita pale na sijui kapotelea wapi ila akanaambia, tutakutana nyumbani bana. Leo alikuwepo makosa, alikuwepo shehe wa mkoa na baadhi ya viongozi leo. Akafunga nani? Mbona hatujaona huko hata ah, ubani kwamba uh, mashehe pamoja mposa, yeah. na gramu uh, mposa uh, na uh, hawakuweza kufika chini kule, yeah. Lakini nimefurahi nime, nime, nime kwa sababu pia kule chini kulikuwa kuna mashehe na uzuri kijana alijipanga, yeah. Alikuja na ubani, yeah. Akaita shehe wake, yeah. Watu wengi walikuwa wako nje, tuliokuwa ndani ndoa imeshapita kwa, kwa yeah. sababu mimi nawaambia ambaye nimekaa naye alinifunga shati langu na lake, kila ninapoenda anaambia mimi na wewe eh. Kwa hiyo niko niko very very, very, very very happy, nasikia raha sana yani Ushaona mtu akisema niko extremely happy, nina furaha sana sana yani. Kama kuna mwanasimba ambaye amekuwa nyumbani leo amekosa raha sana, na hii historia mpya ambayo tumeiandika nusu fainali, binafsi nimelia ni, ni, ni nimelia sana uwanjani, watu ambao walikuwa wananiona waliniona, eh, nimelia sana sana yani kaskitichaheri kaka, nimelia wakati mpira unaendelea kuchezwa, ya nimelia mno mno, yaani sijui nikueleze vipi. Na watu wangi wananiambia mbona hauna raha? Ni kwa sababu nimepata koma ya furaha sijui unanielewa. Kwa hiyo binafsi nafikia furaha. Hongera kwa Wanasimba. Nafikiri hii wiki inapaswa kuwa wiki yetu sisi, na wikendi inatakiwa kuanzia kesho na kuendelea. Yeah, hongera, hongera kwa Wanasimba ambao wameshuhudia Simba kufuzu nusu fainali. Sio tu kushuhudia, ni miongoni mwa Wanasimba ambao nimepambana mpaka timu imepata matokeo haya. Yani, yani sijui sijui semaje? Lakini mapambano yalikuwa mazito sana. Mwenyezi Mungu ni mwema, na Mungu alikuwa upande wetu leo. Yani, katika sala zangu ambazo nilikuwa naziomba, miongoni mwa sala kubwa ni kuhakikisha kwamba mnyama anavuka tu. Hii watu walitegemea kwamba mchezo utamalizika ndani ya dakika tisini, lakini eh, dakika tisini zimemalizika, tumeenda kwenye matuta. Hali ilikuwaje jukwaani? Nafikiri kila mwana simba alikuwa ana imani kubwa sana ya yeah, alikuwa na imani kwa hiyo tumeweza tume kupoteza nafasi nyingi za wazi yeah. Dakika kumi za yeah, nyongeza pia chance mbili tumeweza kuzipoteza, so lakini alhamdulillahi Mwenyezi Mungu ni mwema. Wana Simba leo tuna furaha, wana Simba leo tumevunja ule mwiko wa kusema mwaka robo. Na wauliza jina letu jipya, wanatupa jina gani? Ni miongoni mwa mchezaji ambaye mtu yeyote ambaye alihusika kwenye usajili wa Pimpin Kamara, Mwenyezi Mungu ampe pepo. Huyu mtu ametuletea miongoni mwa mchezaji bora sana, ametubeba kwenye mabega yetu. Mwenyezi Mungu aendelee kumbariki sana, tunaendelea kumwombea dua. Wabaya ni wengi yamani, mtanidondosha nini? Mnijui simnanijua ta shida iko wapi? Kuna joto. Joto joto. Ndio, kubwa sana, la jotoaurah na cha ajabu ni kwamba bibi harusi bado ni mpya kabisa. Kwa kwahyo, msintie joto, tulia eh, labda unalipi wana simba kuelekea eh, hatua zinazofuata, tuendelee kupambana na e pagana na timu yetu tuhakikishe kwamba tuna tunakuwa pamoja. Dhana yetu wana simba ni nguvu moja, kila mtu apambane kwa namna moja ama nyingine. Inapokuja swala la simba kutaka jambo lake, kila mtu ajitoe kwa namna ambavyo anaweza. Mkifika finali, mtoto acha tuone. n na asante.